Kikao kilichokuwa kimeratibiwa kufanyika katika shule ya msingi ya Toroso katika eneo bunge la Mlima Elgon, ili kufanikisha maoni ya kukatwa kwa mti wa mkuyu ambao unastahili kukatwa eneo hilo, kilitibuka baada ya pande mbili kukinzana na kutatiza kikao hicho kuendelea. Eric Lumbasi na taarifa hiyo kutoka mlimani. Ilibidi naibu kamishna wa eneo hilo la Cheptais, Philip Sigei, kuingilia kati na kuhairisha kikao kilichokuwa kimeandaliwa, huku upande mmoja uliokuwa umeelekea mahakamani awali kutaka kuandaliwa kwa mkutano huo kutakiwa kurejea mahakamani ili kupata mwelekeo wa ni nani haswa anastahili kuongoza kikao hicho. Kutano ya leo ilikuwa hili wananchi watoe maoni juu ya hii miti tunaongea k public participation ambapo mlitangaziwa muje, lakini wakati tulipochambua hiyo court order ambayo ilitolewa Kitale haikuonyesha hasa ni nani ataongoza hiyo public participation. Order tu ilisema public participation ifanywe na security ofisi yangu itoe security ya kutosha ambayo tumefanya, vile mmeona askari bile wako hai kusema ni nani itaongoza hiyo public participation. Tukasema wenye walio enda kotini warudi kotini, waende kuuliza koti sasa hasa ni nani anapaswa kuongoza nini hii public participation. Mbunge wa Mlima Elgon Fred Kapondi amepinga vikali juhudi za kutaka kuangushwa kwa mti huo akisema tetesi za umaskini na mila zinazozingira mti huo si za kuimarisha jamii hiyo. Watu wetu mzio wepesi kudanganywa, yeah, mzio wepesi. Njia ya kutafuta mali lazima uiname, tunza kahawa, anzisha deiri fanya biashara, funza watoto wako. Hiyo ni njia ya kutafuta mali. Lakini mtu akikwambia kwamba fimbo kama hii, ati ukitembea na fimbo kama hii umeuziwa na shilingi elfu moja na mia tano ati itakuletea mali, ati na kwamba hii mkuyu ikiangushwa hata utajiri itaingia. Mnanipata? Ameongeza kuwa kama mmoja wa washikadau wa kulinda mazingira, jamii hii inastahili kuendeleza upanzi wa miti, huku akitaka jamii hiyo kuachwa ili ijisimamie yenyewe. Hatutake hata miti moja ipunguzwe, ipunguzwe. Tunastahili kuongeza miti, kuhamasisha wananchi wapanda miti, tusihamasishe wananchi wakate nini. Sina namna hiyo. Nami nasema hivi, wasiwasi wasi, ya kwamba hatutaki watu wetu waangaishwe na watu kutoka nje, mabases kutoka Tanzania. Wanatafuta nini na huu mkuyu? Tuseme tu ukweli, eh? Wanakuja na buses wakisema public participation. Public participation ni wenyeji wa hapa. Ombi la kusaka mwelekeo wa ninani anastahili kuendesha kikao hicho linastahili kuwasilishwa mahakamani tarehe 25 mwezi Novemba. Eric Lumbasi, West TV, kaunti ya Bungoma.